Na tukiangazia mengine ni kwamba wakulima wa mpunga katika shamba la lower Kuja huko Nyatike, kaunti ya Migori, wanakodolea macho hasara kubwa kutokana na ndege wanaovamia mashamba yao. Wakulima hao wanasema wanahangaika kutafuta mbinu mwafaka ya kuwafukuza ndege hao waharibifu. Kulingana nao, ndege hao wanaweza kusababisha hasara ya hadi asilimia tisini ya mavuno yanayotarajiwa.

Are making the farmers to lose a lot. Kama tunaweza tukazuia ndege, nakwambia hata kama bei haitakuwa nzuri, watu watauza na watapata faida. Kama ndege tunaweza tukapata jinsi ya kuipunguza, basi tunaweza kuwa na unafuu. Na wakulima wengi wanaz